Ametaka mbio hapo, amekuibia nini? Na kumbe huyo kijana ni mwizi communicator aje. Kama una kitu ya kulea enda kwa uko na kitambi na nguvu, enda kwa boyfriend ule uko kwa kitanda. Hizo ni nini unalea sasa? Mwizi angekuwa na bunduki anipige juu ya katululu? Acha kupiga nduru ya ujinga hapa. Katululu ni kitu ya kupigia nduru? Nadhani hata ni asi ni nini iPhone, nduru ya iPhone unapigia katululu sasa. Katululu kitu ya 1200, mimi ninakuja hapa kukuzevu, angekuwa na bunduki anipige nayo nisikie nimenini. Acha kuniletea mdomo wewe. Sasa leo 1200 nasema ni kitu 1200. Sina fani sasa hivi. Natembea sasa katululu wele. Watu wangapi wameibiwa iPhone? Siwekelee hiyo 1200. Katululu ndio unapiga nayo nduru huko, mimi nimesimama hapa nataka kukupigana na wezi. Wangekuwa hata na kizu. Sasa takudungwa kufu, tulie. Sasa ningedungwa juu ya katululu. Utapumzika. Peleka hiyo michezo yako huko. Simu yangu. Kwenda huko. Unatembea na katululu na huko na bagu mzuri. Msichana mrembo anapiga nduru juu ya katululu. Na mimi niko na stress zangu. Imeniharibia mood kabisa.